Cup na kama unavyojua Alamata imetolewa na Bad Nation. Niko na mchezaji kipenzi kabisa wa Alamata. Namtaja kama mchezaji wake bora kabisa. Timu yao imetolewa, Issa Rito imetoka. Yeah, yeah. Yeah. Na wewe haujacheza. Yeah, yeah. Mm. Mm. Uh, chochote ambacho unaweza kusema baada ya timu yako Amna, ni matokeo. Ni matokeo. Ni matokeo. Toka, ee, na ni matokeo ina uhusiano na wewe kutokuepo kwenye? Ah, hapana. Inawezekana hata ningekwepo bado tungetoka. Ungetoka au mngetoka mapema kabisa? Eh, you never know au ningekwepo tusingetoka. Vyovyote inaweza kwa sababu unajua mpira. Eh. Lamata, nakutaja wewe kama ni mchezaji bora kabisa. Hmm. Uh, naamini wewe una uelewa mkubwa sana wa mpira. Unahisi timu ya Mario imewashinda? Uh, amna ni gemu, amna sema itushinda kwa sababu sisi tucheza mpira mzuri na wenyewe wamecheza mpira mzuri, na ndomana watu wamenjiwa, ndomana gemu likuwa tafu. Naelewa hey, kao ndomana wawa wameshinda, ndomana tuaengaa ni tatu mbili, ani gemu ilikuwa ile sio poa. Nimemsikia wizi hapa nasema wameturoga wabana, kweli, mnaamini maneno? Ah, tu siwezi maongeea si ma <laughs> kwani turogaa <laughs> <hana>, wameturoga <laughs> Sio ligi kuu, si umekuja ji a kujifurahisha na ufaya? Okay. Siunajua sababu ya kologani sijajua, lakini uneva naliona yeah. No nini yeah, yeah. Sure. Utaendelea kuja kutazama a ano yeah? Lazima, no, lazima faina je, nishuhudie. Unahisi okay? Yeah. Kwenye fainali tuna Mario, tuna timu ile nyingine, unahisi nani ataondoka na kombi? Bado nakwambia ni game tough, kwa sababu nae leo kama sha ameingia finali, maana atajipanga vizuri na ambao taingia hiyo finali tuajua ni nani kati ya JSP na anacheza naye nao ni nani, kwa wote watajipanga vizuri na ndio maana ndomana tami atamaje nishuhudie finali itakuwaje. Kama Mario anakutazama sasa hivi, una chochote cha kumwambia aongera umetisha? yeah. Asante sana. Pia na kama unavyojua alamata imetolewa na Bad Nation. Niko na mchezaji kipenzi kabisa wa Lamata anamtaja kama mchezaji wake bora kabisa. Timu yao imetolewa Isarito. Eh ya, oh, na. Ah yeah, yeah. Yeah, yeah. mm -hmm. Uh, chochote ambacho unaweza kusema baada ya timu yako kutoka ina uhusiano yeah, kwenye... ah, na wewe yeah. au mgetoka mapema